Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, wenzangu katika ukumbi huu natumai nyote mwazima siku ya leo, ume mko katika mapumziko, wengine mlikuwa na mashughuli yenu mbalimbali. Sasa ma, mabaris kidogo nataka niwakumbushe tukio moja kwenye miaka ya sabini sabini na kitu mwisho mwisho wa sabini sabini na, na saba na nane hivi zamani wakati, wakati huo <coughs> timu iliyokuwa ikiwika ndani ya Mombasa ni Mwenge. Mwenge walikuwa wakifurahisha watu, stadium ilikuwa ikijaa. Utaona watu wapiga laini zile mashini kacha kacha kacha, watu waingia tu We ukiwa nje huku wasikia watu waenjoi. Oh, kabisa. Huo wakati twaukumbuka, lakini iko mbali na sisi. Ndio hiyo, iko wapi zamani hapo. Sasa huo mwaka Mwenge wakaja wakacheza na timu yaitwa Maragoli. Maragoli ni jamaa kutoka sehemu za Wabaluia kule Mechi ilikuja ikawa tafu sana, hiyo mechi ngumu wakati huo. Golkipa Mahmud Abbas, kulikuwa na Hamadi, kulikuwa na stopa Umar Hussein, kulikuwa na Moris Godwin, Abduswaleh, kulikuwa na Avedi Badiali Mwinyi oh, yani na hiyo kama nkizungumza ni kama naiangalia hiyo mechi. Sasa hiyo mechi ilivyokuja ikaendelea, na stadium ikawa imejaa, kukawa na forward mmoja alikuwa na maguvuguvu wa Maragoli, ajaribu kila saa kutaka kupasua ile ngome baina ya Hamadi na nani na Omar Hussein. Sasa kwa vile ankabwa sana mpira huko katika dakika za mwisho mwisho huko, basi yule mtazaji bwana alipoona ankabwa sana bwana, akaja akampiga Omar Hussein ngumi bwana. Kumpiga Omar Hussein Sheikh yule Omar Hussein aligeuka, alirusha kama ngumi kumi hivi alizirusha, maanake kama utafikiri bwana, shoti ule jamaa akipiga vile, jamaa wengine wakamvamia Omar Hussein bwana, wakimvamia Omar Hussein Sheikh, crowd kujaruka fence bwana, Allahu akbar watu wakaruka fensi, vita ndani ya uwanja wa stadium. Nakumbuka mimi kijana mdogo naenda mbio, namkumbuka marehemu mzee Doran, mkali sana mzee Doran, ambeba bakora bwana, apiga kelele, funga mlango, funga mlango, asitoke mtu leo hapa, Allahu akibaru bwana <laughs> Basi wakati huo bwana, haki ya Mungu, yani haitoki katika akili yangu hiyo mechi ya Mwenge na Maragoli. Basi wale Maragoli walikuja vamiwa ndani ya ndani ya stadium ya Mombasa hapo hapo, simu zikapigwa, wakaletwa wale uh, riot, riot police bana, wakija wakawatukua wale Maragoli wakawaweka kama kama utafikiri kama mfano wa yai na lile jito la yai mandano wazingirwa na polisi. Maragoli hawendi huku, hawarudi huku. Basi bwana, mechi kamalize, funga mlango bwana, bakora bwana. Basi yo mechi mimi naikumbuka vizuri sana. Nafikiri watu kama kina Abdul Baraza pia, ikiwa ataisikia hii, hataifurahia, ata nkweli ilitokea. Kumbe wale Maragoli bwana wakaika kisasi bwana Siku mwengi wankwenda kuteza ile return leg kule kwao. Allahu akbar bwana, hatukuwa na raha hapa. Mwengi wakapigwa tano, kwa sababu refari akawa sasa Auma Mahmud. Basi kule ambao golini arushiwa mawe bwana, mawe mawe, yaani wakawa na wakawa, walipiza lile tukio. Kwa hivyo hili ni jambo lilitokea na nililishuhudia nimependa kushare na ndugu zangu hapa katika kumbukumbu tu bwana. Shukran, wajazakumullahu khaira.